Mtu apatagi kazi, kila kazi ana apply, hapati, anaomba, anafunga, lakini anapopata hiyo kazi hatoagi sehemu ya kumi. Bwana Yesu asifiwe, eh? Anapata hiyo kazi hatoagi sadaka, anapata hiyo kazi hasaidii yatima, anapata hiyo kazi hasaidii wajane. Ndugu zangu, hakuna kitu kikubwa ambacho Yesu alikimiza kama kusaidia mayatima, wajane, maskini Bwana sifu sana. Yani, Injili imezungukia hapo kusaidia wajane yatima maskini. Sasa kazi kubwa ya kanisa waga ni hiyo pia kusaidia wajane yatima maskini wasiojiweza. Kwa nini? Kwa sababu hao ndio watu ambao wanakuwa na muomba Mungu sana kwa msaada. Kwa hiyo wakiona kanisa imewasaidia wanaonaga, kweli hapa ndio kuna Mungu. Unaweza kuta Waislamu wanasaidia kuwasaidia watu wengine, hicho ni kitu kikubwa. Kinachozuia watu kujibiwa maombi, nia ya kupata kitu. Unapata kitu kwa niaba ya wangani? kwa niaba ya yupi? Kwa niaba ya Mungu yupi? Kuna wengine wanatafuta kitu kwa niaba ya miungu mingine, haleluya. Wengine wanatafuta kitu ili tu nao wasibaki nyuma. Na, sa, wanakuwa wanatumia kauli hizi wenzangu, wote wote wote wote, hivi wote, hivi washa, wote hivi, wenzangu wenzangu wenzangu, washa washa, jenga jenga, nunua nunua, magari wote... kwa hiyo yeye atafuti kitu kwa niaba ya Kristo, anatafuta anatafuta kitu kwa niaba ya wenzake wote hivi waasha fanya hiki na hiki na hiki haleluya. Pointi kubwa ambayo aligusia hapa ambayo kila mmoja naeza kapendele baki nayo ni neema isikupumbazi. Haleluya, neema isikupumbazi. Tunahimiza sana sote, sote hapa tumekumbulia kwa neema, lakini neema isikupumbazi. Ndomana ta Paulo anaandika, je, kwa sababu tuko katika neema ndo tuendelee na dhambi la hasha? Neema isikupumbaze. Unamwona mwenzako una kitu fulani, eh, ana neema, ndio neema yake, yake. Haleluya. Eh, Sasa nitagusia mfano hapa ni vizuri aligusia hapo kwa sababu ni kama vile aliingia kwenye akili yangu, nilikuwa napangilia nikigusia, ali ataniboresha zaidi kwa sababu amenitangulia. Bwana Yesu asifiwe. Eh, kuna eh, kwa watumishi nasema dunia nzima hakuna mtumishi ambaye amekamilika vizuri sana kama Mchungaji Sulemani. Naweza kusema dunia nzima Bwana Yesu asifiwe. Na nishakutana na watumishi wengi sana. Dunia nzima ikiwa ni unyenyekevu, Mchungaji Sulemani anahesabiwa dunia nzima. Ikiwa ni upako anahesabiwa. Ikiwa tu ni elimu elewa wa Mungu hivi na hivi anahesabiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye vyombo msimuhesabu Mchungaji Sulemani. <laughs> Bwana Yesu asifiwe eh? <laughs> <alikuwa> live. <laughs> Sasa kila kipindi hapa tukitolewa gani mchungaji Selemani alihusika na kututoa live au kutuvuruga vyombo labda <laughs> <laughs> Hey, tu sio neema yake. Hapana, hajali navyo, hajitumagi kwenye hivyo vitu kuvijua, lakini anajitumaga sana katika unyenyekevu, katika kutembelea watu waumini kuombea watu kwa anajitesa kwa hayo kwa je, ningetamani ajitese kwa yote. Sehemu zingine anajituma. Biblia inatuhimiza tujitume kwa kila kitu chema, kila kitu chenye faida ya kimungu. Tujitume kwa hicho kitu. Yaani tusiwe tunabagua, tunatafuna haka, tunatema haka. Haleluya. Mm. Bwana Yesu asifiwe. Sikamu Yes. Uliona pia kwenye wimbo niliweza kustua stua hivi kwa sababu wimbo uliharibishwa na Da Angel. Wadada zetu wa kujituma pia Da Angel wa gani number one. Kimnyenyekevu, kinini? Lakini kusikia maelekezo ni wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nilikuwa nishawaelekeza waitikiaji msio mnatumia microphone inakuwa inafunika sauti ya waitikiaji wengine wote, inakuwa na sound kama vile wewe mwenyewe ndio unaitikia hicho kitu. Nishakisemaga karibuni mara 20 na kirudi daga kila kila practice, hasikiaje hata mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ningeomba uvumilivu kwa haya, mtu ambaye haimbishi asiwe anashika microphone. Kama una una, unajifunza, kama kama una, unasaidia msaidizi au unamsaidia mwimbishaji, usishike microphone. Kuna wengine tu hawajitumi wa kuelewa yale ambayo tunayowaigiza. Kwa hiyo hatuwezi kuwa tuko hapa tena tunaanza kuika kama sign, tutonekana kama vile tuko kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wote wanajifunza nyimbo ili wote wasikike. Watu wote wajengwe na wimbo. Haleluya. Kwa hiyo Mchungaji Selemani jitume kwenye vyombo. Hapa kijana ametu break down. Sio kila kitu ni neema. Haleluya. Sio kila kitu ni ni neema. Vitu vingine ni hard work and perseverance. Haleluya. Kijana Jose Lukinanda kila anafurahia hicho kitu, anajituma sana kwa hicho kitu, anatamani sana kushika hicho kitu. Last time nilikuwa yeah. Naye na hivi kiukweli, Bwana ashamwongezea viwango vingine vipya haleluya, yeah, vya kushika sauti, upigaji flow yake, anatembea na watu kiroho, hapigi kimwili papapapa kama Jakero, anapiga kiroho haleluya, yeah. Bwana Yesu asifiwe, eh? yeah. Haleluya. <laughs> kwa hiyo hard work, perseverance, kutokukata tamaa, kujitenga masaa na masaa peke yake. Aaaa, sisi wote muda mwingi sana hauwezi kushika kitu duniani Haleluya. Haleluya. Kwa hata waimbishaji wote, ni shawachunguza, kuna ambao wanajali sana na nyimbo. Wanaenda siku nzima kama, kama yeye ya mamu huko Dorcas Anaendaga siku nzima, yani eh, tukisukuma wimbo tu, tu practice huu wimbo. Anaendaga siku nzima ni huu wimbo tu, wimbo. Wiki nzima anasikiliza sikiliza huu wimbo. Lakini wengine sio hivyo. Wengine ndo kwaga, eh, mimi najifunzaga mpaka mpaka kwe practice, mpaka watu waje ndo tutajifunza wimbo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hard work tuache kulaumu laumu maneema. Eh, leo sikupata tu neema ya kupona. Hapana. Labda hauku work hard. Kwa hiyo kupata hiyo neema ya kupona Haleluya. Sina tu yone ema ya kufanya kitu fulani. Hapana, wakati mwingine ni wewe ni mzembe kwa hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa chunguza Biblia inatuhimiza tuwe na bidii katika kila jambo njema. Lolote lile lililochema, jitahidini kulifanya. Hiyo ni Biblia. Lolote lile ambalo ni chema machoni pa watu au linaweza likawasaidia watu kwa njia yote ile, mujifunze hicho kitu hata kama mtu leo atenda college koleji, ajifunze kujenga ni jambo njema, kwa sababu wajenzi ndio wanatujengea makanisa, wajenzi ndio wanatujengea uh, mabarabara, wanaturahisishia kufika ibadani. Kwa hiyo huyu mtu amefanya kwa niaba ya, ya wema. Haleluya! mwingine atenda labda kuwa dokta. Kwenye, kwenye Biblia kuna Luka, Luka alikuwa kabisa ni dokta na, ya, na, na bado ameokoka tarini mwinjilisti lakini bado tena Paulo anamuita Luka yule mtabibu. Kwa hiyo bado alibaki na udokta wake. Kwa nini? Udokta nao ni kitu chema, Bwana hajai kukataa udokta. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo zipo kazi njema na vipo vikazi vya kimtinyani. Wapo watu ambao kazi zao ni kurangua vimaperike na kuwauzishia watu hiyo sio kazi njema, hiyo ni kazi ya kuzimu. Wewe ni agenti wa kuzimu, lakini ipo kazi njema. Yupo yu watu ambao wana mashamba zao, wanalima hivi na hivi, wanauzisha wana hivyo vitu, wanauzisha unga, wanauzisha nini, hizo ni kazi ambazo zimekubaliwa na Bwana. Wapo watu ambao wanafuga minyama, wanauzisha hizo nyama, wanauzisha nini, ni kazi ambazo zimekubaliwa na Bwana.

Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa ni Bwana kakupa hiyo neema, atakufungulia njia. Mafanikio yanatoka kwa Bwana. Kama Bwana alikuandalia maisha ya kushika pesa au fedha, utakuwa nayo maisha tu, lakini kama Bwana alikuandalia maisha yako ya kawaida ya kutaabika, kama laana yake inavyotuahidi, tutatafuta kwa jasho. Shukuru, bado unakamilisha maandiko. Haleluya, haleluya bado unaakilisha maandiko kwa joto utatafuta. Haleluya, ni kazi ya mwanaume kutafuta kwa jasho lake. Mtu anaenda kutoa kafara, mama yake anatoa kafara, mtoto wake, kisa fedha. Mwisho wa siku ataishi maisha yake yote hana furaha. Kwa nini? Kutokuwa na uvumilivu, kutokumuomba bwana kiusahihi. Bwana Yesu asifiwe. Tupige kijana wetu tena makofi na vigeregere kwa kutujenga na kutuelimisha katika njia safi.